Lakini vile vile tutakwenda kupima maeneo ya miji ya makazi na matumizi mengine ya uwekezaji. Ndugu zangu, eneo la pili tulilotumwa na ilani ni eneo la kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, na hapa tunazungumzia masuala ya afya, ambapo kwa mkoa huu tayari tulianza vizuri sana, tulianza vizuri sana na tumeanza katika huduma za afya, tulianza vizuri kujenga mahospitali. Tumejenga hospitali za kibingwa na matibabu bobezi ndani ya mkoa huu, lakini pia tumejenga hospitali za rufaa. Sasa hivi ndani ya mkoa wa Geita mambo yatamalizika hapa hapa, na si maradhi tu haya ya kawaida, lakini hata maradhi ya moyo. Tunajenga tawi la JKCI, kile kitengo cha moyo kule Dar es Salaam, tawi lake litajengwa hapa. Maradhi ya moyo, matibabu yatafanyika hapa. Ni matumaini yetu kwamba mikoa jirani na wenyewe watakuja hapa la, hata nchi jirani zitakuja hapa kutafuta matibabu ya moyo.